Kazi gani wakati wao wenyewe hawana maadili. Mwaka 2019 uchaguzi ulinyang'anywa wakakimbia nao. Huyo anayekimbia na kura za wananchi huyo ni tunaweza kumwita nini? Ni mwizi, sio? Sasa watu wenzi wana maadili watatuambiaje leo CHADEMA iende kusaini maadili? 2020, hawakukimbia na sanduku ya kura na nyinyi wenyewe hamkunyimwa kiongozi wenu mliomchagua mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka jana Novemba? hamkunyimwa kwenye serikali za mitaa tena? Sasa tunataka kumwambia, mwambie yule, yule mwenyekiti wa tume mwenyewe tunataka kumwambia wewe, na tume mwenye we yako mwenyewe hamnayo maadili, usituambie tusaini maadili kwenye karatasi. Maadili yapo kwenye mioyo maadili hayawi kwenye makatasi na hatutasaini maadili kwenye katasi. Tunayo maadili mbele ya Mwenyezi Mungu. Sisi wote ni watu wa Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hiyo tuna maadili. Wangapi wanakubali? Kwa hiyo <coughs> hatuhitaji kusaini maadili kwenye katasi. La pili, la pili, namaliza sasa hivi, baba moja tu nataka niwaambie, Lissu yuko ndani mnaogopa lakini msiogope. Mimi mwenyewe nilichapewa kosi ya uhaini nilipopelekwa Mbeya, waliogopa kuiandika kwenye karatasi yangu, niliyosaini waliandika ni uhaini. Nilipopelekwa Mbeya ikawa uchochezi. Kwa hiyo mimi siogopi uhaini, sawa jamani? Hatuna uoga, lakini nataka kuambia hivi, leo hii hapa tulipo, labda nyie hamwingiagi kwenye mitandao. Mama Samia nataka nimpelekee kama una mawasiliano, mpigieni simu. Hawatakaa hawatakaa kwa raha tena. Kuna fomu zetu zitakuja zile za no reform no election, tayari zimeanza kufanya kazi. Mambo yameingia tayari kwenye bunge la Marekani, mambo yameshaingia tayari kwenye bunge la Ujerumani, ameingia tayari kwenye bunge la Ulaya na nataka niwahakikishie. Na sasa maaskari, shauri yenu, kwa sababu nanyee ndio mtakaokosa mshahara Ulaya ikifunga milango Ulaya ikifunga milango, Samia hatakaa hata kaa hata siku kumu Ikulu kwa sababu hatakuwa na hela tena. Simnajua anavyopenda panda kuombaomba kuwa na namna tena. Sasa tumesema umechokoza Lissu. Lissu ni mtu wa kimataifa, dunia nzima itapiga kelele na haitakoma mpaka Lissu atakapotoka. Kwa ajili ya muda, naomba sasa kwa heshima na taadhima.